Hujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za kwangu. Ikiwa tumshukuru Mungu kwa umbali huu, Mungu wetu ni mwema na ni mweza wa yote. Karibu pate kuenenda kwa pamoja nikafika katika maeneo kadha wa kadha, niruhusu nikujuze kwa kiduchi tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor madou Mandala. Nam, nianzie eneo lipi? Niruhusu leo nianzie eneo la eh, wapi, Kianjai kule Meru, Kianja, Kianjai kule Meru. Na nikumbushe kwamba popote pale ulipo usiondoke hapa kabla usubscribe, chini ya video hii kuna neno subscribe, click ya neno subscribe, ukiambia sign in, sign in, sign in na jimila account yako, copy the link and share, niweke comment yako pale na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo kisha kwamba umesubscribe chini ya video hii ni itakuwa bomba zaidi, naam. Nilianzia eneo la Kianjai kule Meru ambapo mke atandika dume lake. Naam, atandika mmewe. Ilikuwaje? Ilikuwa hivi kwamba kisanga kilishuhudiwa kwenye boma moja eneo hili eh, kidosho alipomtandika mumewe eh, alipoanza tabia ya kuchepuka. Inasemekana kuwa wanandoa hao walianza maisha wakiwa ho hohehahe, na jamaa akaanza kuwa na mahusiano nje ya ndoa walipoanza kutajirika. Najiuliza kutajirika, najiuliza kwani pia imekuwa ni mkosi yaani mtu ako tu sawa lakini wakitajirika, imekuwa ni vibaya, watu wabaki tu maskini miaka yote. hmm. Naangalia nasema, hey, ulimwengu una mambo. Kwa hiyo basi walipoanza kutajirika, hey, mama akabadilika. Mama alipoona hivyo akasema nakujua, ulikuwa tu mtu mzuri. Mama alimnyorosha... <laughs> alimnyorosha mzee wake, mzee alijua hajui. Lakini sasa mlianza tu poa. What has happened? Anyway, semi kitu ni katika pita pita pale eneo la wapi, Kianjai Meru. Angekuwa ni wewe, imagine unasikia mzee analia eh, Amechapwa. Haya, nikitoka kule basi nikavuka moja kwa moja hadi Arimi kule Elbagon. Arimi Elbagon, kuna kiposa mmoja akatisha akatisha harusi eh, eti polo wake ulewa kisiri naam. Harusi iliyokuwa ikipangwa kwenye kanisa moja eh, kijijini hapa ilitishiwa ili, ilisitishwa ghafla bi biharusi mtarajiwa alipobaini kuwa mpenzi wake alikuwa akilewa kisiri. Akafika mahali akasema, ai Huyu mtu nimeangalia, nimegundua huwa anaonja dosi, anaipenda sana na anajificha. Kwa hivyo sasa, sijui. Kwa hivyo harusi ikikaribia, akakatisa hii harusi, akasema hii harusi haitaendelea. Kwa hivyo kisa na maana ni kwa sababu amegundua siri ambayo hako anajua. Najiuliza. Anyway, ni vizuri angalau, anasema better broken engagement than a broken marriage, so sijui asemaje, alifanya vizuri Naam, kitafakari Elbago Elbagon, nikafika wapi? Nikafika eneo la Makupa Mombasa. Makupa Mombasa, kuna jombi mmoja mtaani hapa alinusurika mtego wa kipusa waliyekutana mtandaoni aliyelenga kumtapeli . Kisa kilianza baada ya jombi huyo kupokea ujumbe kwenye akaunti yake ya Facebook kutoka kwa mrembo. Kwa macho ya kawaida mwanadada huyo alionekana kuwa mrembo wa kupendeza, aliyejaa tabasamu tamu na picha za kuvutia. Walianza kuwasiliana na kwa muda wa siku tatu tu alianza kumwita beb na akudai kuwa amepata mwanaume wa ndoto zake, lakini mambo yalibadilika ghafla alipomwomba jamaa amtumie pesa za nauli aweze kumtembelea. Japo eh, ombi hilo halikuwa kubwa, liliwasha taa nyekundu akilini mwa jombi. Kwa kutumia mbinu za kawaida za mtandao, jombi huyo aliamua kupatia moja ya kupakia moja ya picha za mwanadada huyo kwenye huduma za kutambua picha. Alibaini kuwa picha hizo zilikuwa za mwana anaitwa mwana mitindo maarufu kutoka Afrika Kusini na si za mtu anayeishi Nairobi alivyodai kipusa huyo. Kwa hivyo kama hangetumia mbinu hizo kutaka kujua ukweli, kuna uwezekano kwamba angegongwa na alikuwa ameanza kuitishwa <laughs> fea akuitishwa fea. Sasa sijui, lakini basi ndio hapo semi kitu angaja aliponea. Please watu wa kupatana patana hao mtandaoni, chunga sana, fanya uchunguzi wako vizuri, la sivyo utajipata pabaya na pale basi nikiwa tu pwani, kaenda Mtwapa kule Mtwapa mjini, ambapo kuna polo mmoja aibishwa kwa kurusha mistari kwa mke wa tajiri. Na mwanasiasa mmoja alipata aibu kubwa baada ya kufumaniwa akizozana na mke wa mfanyibiashara maarufu katika hoteli moja mjini hapa. Kwa mujibu wa habari ni kwamba mwanasiasa huyo alida, alidaiwa eh, kumrushia mistari mwanamke huyo kwa mda. Mwanadada huyo alimkemea kwa maneno makali akisema ni mara ya ya kwanza kiongozi huyo kumfuata, anakasema si mara ya kwanza kiongozi sasa, kiongozi anasumbua, na kumbe ni mke wa mtu, please. Aya, hmm, nasema please. Ah, mke wa mtu ni sumu, pia mume wa mtu pia ni sumu, so please jadhari. Nikimalizia basi eh, nikafika eneo la wapi, Kaliboni kule Nandi, Kaliboni Nandi, kuna kapera moja ya juta kugeuza nyumba ya kujengewa kwa kuwa danguro hatari. Yani afika mahali umejengewa nyumba umesaidiwa, alafu badala ya kutumia hiyo nyumba vile ambavyo ulipewa, ni msaada tu umepewa, alafu naibadilisha kuwa danguro shuali. Kuna watu hawana asante, kuna watu ni waajabu tabia chwara. Nalikujuza kwamba siku za nyani kushikwa miti yote huteleza. Kwa hivyo ndio hiyo siku ya kwake alijua, hajui uh, naam. Kwa hivyo ni katika pita pita za kwangu nami hapa VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, tuajiane tena, eh, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu, akisha kwamba usiondoke hapa kabla ya ku-subscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe, click neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na gmail account yako, copy the link and share, na weka comment yako hapa chini, na Mungu akutende wema. Ni katika pita pita za kwangu nami VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, na usisahau ku-click notification bell iko hapa chini. God bless you, bye bye, subscribe, eh?